Daktari Frank Muhamba mzaliwa wa Muleba mkoani Kagera ni daktari bingwa wa upasuaji rekebishi katika Hospitali ya Taifa Muhimbili. Kila anapopata likizo jitolea kutoa huduma za kibingwa katika hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba. Ni maamuzi yangu binafsi, sio utaratibu wa ofisi mimi, kwa hiyo natumiaga muda wa likizo yangu. Ana miaka mitatu toka anzisha utaratibu huo na anaeleza kuwa kusudio lake ni kuisaidia jamii iliyomlea ambayo wakati mwingine hukosa gharama za kufuata huduma hizo katika hospitali kubwa. na lengo tu ni kurudisha kwa jamii. Nimezaliwa katika mkoa huu, nimesomea katika mkoa huu, kwa hiyo sina namna, sina namna nyingine ya kurudisha katika jamii yangu zaidi ya kuja kubadilishana uzoefu na wataalamu wa hospitalini hapa katika ari ya kuboresha na kutoa huduma kwa, uh, kwa wagonjwa katika ngazi ya daktari bingwa bobezi. Daktari Muhamba anasema hugawanya muda wake wa likizo kutoa huduma hiyo na kuwasalimia ndugu na jamaa. katika siku ishirini na nane ambazo napata kuona gawa, wiki mbili nakuwa na, na, na familia yangu, wiki moja ndo natumia hapa hospitali, na wiki moja nyingine naenda kuona familia yangu ya kijijini, kwa mpango wa mbele zaidi, na kadiri yanavyoweza kupata watu wa ku unga mkono najua kuna wazaliwa wengi wa mkoa huu kuna marafiki wa mkoa huu na marafiki wa hospitali hii. Kila mtu kwa nafsi yake, kuna kitu ambacho anaweza akasaidia. Kwa hiyo tutaunganisha nguvu, ili mwisho wa siku hizi huduma ambazo zinakuja kutoa hapa za kibobezi basi ziweze kupatikana hapa kwa kikamilifu. Sio kuna kikwazo cha vifaa wala kikwazo cha wataalamu, kama tu wote tutakuwa tuna moyo huu wa kwetu, tunakuja, tutasaidia. Bukoba ndio hospitali kubwa ya huu mkoa wa Kagera na ni hospitali ambayo ina huduma za kibingwa, lakini hatuna huduma za kibingwa bobezi. Kwao tunapata faraja tunapoona madaktari kama Dr. Frank eh, Mwamba anakuja kipindi chake cha likizo anaona ndio, pamoja na kusalimia ndugu na jamaa, lakini atoe muda mwingi wa kuwasalimia na kuwahudumia Watanzania wenzake walio hospitalini. Si tu kuwahudumia wagonjwa, lakini pia na kuwasaidia madaktari walioko hapa waweze kupata ujuzi kidogo kidogo. Mimi kama daktari na madaktari wenzangu ambao ni wa hospitali hii, tumenufaika kwa kupata ujuzi kutoka kwake wa kufanya operation hizo ambazo ni adimu. Kimsingi, kwa mwaka mzima tumempokea mwezi huu, mwezi huu, mwezi wa kumi na mbili, amejitolea kuja kufanya hii huduma na hizo operesheni. Tulikuwa sisi madaktari ambao ni general practitioner hatuwezi tukazifanya kwa hapa, ila ujio wake umetusaidia, tumefanya naye, tumeona baadhi ya operesheni ambazo zinaweza zikafanyika tunaweza hata sisi tukazifanya. Baadhi ya waliohudumiwa na daktari huyu wanasema wameepuka gharama kubwa ambazo wangelazimika kuzitumia kusafiri kwenda katika hospitali kubwa. Kwa kweli nilikuwa ameshawaza mahali pa kumpeleka huyu mtoto kwa ajili ya tatizo aliyonayo lakini nilikuwa sijapata jibu sahihi. Na niliposikia hii habari yaani nimefanya haraka kufika hapa government. Kwa mjibu wa daktari Muhamba anasema kuwa kwa takribani miaka mitatu waanzisha utaratibu huo, na kwa kila wiki ambayo hutenga kutoa huduma hiyo hupokea wagonjwa takribani 28 na kuwafanyia upasuaji. Benson Eustace, Habari Wikendi, Bukoba, Kagera.